Mimi ni Tony Cosmart na hii ni Rindimo Media, si ndio? Tupo na Ronaldo mwanadada, ambaye of course uki kama unafuatilia matamasha tofauti tofauti ya kiserikali lakini pia ambayo sio ya kiserikali ya taasisi binafsi, taasisi za serikali, yeye anaonaga anaonyeshaga kipaji chake cha kucheza mpira. Mi niko naye hapa dada, mambo vipi? Safi, mzima. Kaba kawa. Yes. Mpaka sauti imekauka, ah, <laughs> show, show. Ah, hivi mwaka gani tumejigundua sasa tuna kipaji cha kupiga danadana? Hii ni kwaje? Mimi bwana, kwanza naomba nijitambulishe, hmm. Naitwa Hadhara Charles Mnjeja, hmm. Maarufu Ronaldo, Ronaldo. Ni dada mwenye kipaji cha kuchezea mpira sehemu mbalimbali ya mwili wangu hmm. Mimi nimegundua kipaji changu tangu niko shule ya msingi bwilingu iliyoko Chalinze, mkoa wa Pwani. Okay. Nilikuwa napenda sana kuchezea mpira wa makaratasi, unajua utoto tena basi, nikawa nacheza cheza mpaka sasa hivi nafikia kumiliki gozi. Kwa kweli namshukuru Mungu Je, kwenye historia ya familia labda kulikuwa na mtu ambaye ha, alikuwa na kipaji kama hicho awe ni cha peke yako? Kwenye familia yetu upande wa baba na mama kwa kweli hakuna, ila mimi mwenyewe imetokea tu, Mungu kanipa, kwa sababu hata elimu yenyewe nilishia la saba tu, sikubahatika kuendelea na sekondari. Basi nikaamua kujikita kwenye kipaji changu ambacho kinanipa riziki saa hizi ya kula na watoto, na nimekuwa nikisurvey nchi mbalimbali. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay. Ronaldo, mbali na kipaji chako anajishughulisha na nini? Mimi kaka, sikufichi kazi yangu ni sina biashara nyingine, ni promotion za mtaani, napata hela ya kula na watoto, kwanza nashukuru kuwa na nyumba yangu. Okay. Nadhani niliwaambiaga kipindi cha nyuma nilibahatika kujenga baada ya rais wa Marekani kuniposti kwenye akaunti yake ya Twitter. Donald Trump alinipa umaarufu, wakaja watu binafsi kuomba mkataba na mimi, wakiwepo Nike. Kwa kwani nashukuru hicho hicho kidogo nilikuwa napewa nawekeza kwenye nyumba yangu japo kuwa haijaisha lakini ninaishi na familia okay. Kwenye safari yako ya kipaji yeah, yawezekana kuna siku lipitia ya changamoto eh? Yeah. changamoto siazikosekani, ah. Kitu changa... gani ambacho unakumbuka ulikuwa kwenye tukio a ime... Yani kuna changamoto fulani kametokea ukasema da si niache. Uh, changamoto ambazo napata ni nyingi. kwanza kwenye familia hmm. Nilibahatika kuunguzwa na mke wa mjomba mwili mzima, okay. na picha ninazo pale okay. Hilo sitolisahau Nashukuru wa Samaria, viongozi mbalimbali walinitibia nikapona akiwemo mheshimiwa Kikwete. Uliunguzwa kwa kwa kwa shida gani kwa tatizo gani? Ngazi bwana alitumia maji ya moto. Ni ugomvi tu wa familia. Unajua vikwazo, mkiwa mnaishi familia, kabla sijawa maarufu hivyo. Basi ni jambo la kushukuru Mungu, nilisha samehe. Unajua, duniani ndugu yangu, Unaambiwa samehe mapema. Kweli, namshukuru Mungu, saizi bado mzima anaishi, na mambo yangu yanaenda vizuri. Basi changamoto nyingine kaka ni kwenye hizi kazi, ikiwemo hasa sherehe za mama kwa kweli napata changamoto sana ikiwepo watu wa usalama wengi wanachukua kuutoboa, na kunenge, kaka. Ni e, kwa kwa hiyo ni pili nilikuwa naomba ombi langu kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia, rais awamu ya ya sita Napenda kumuomba mama sapoti yake, mimi ni mwanamke mwenzie na yule ni kama mama angu. Naomba tu anisaidie kunisapoti hii kazi ina mwisho kaka, kuendeleza kipaji changu. sana sana nimezunguka nchi kaka zaidi ya kumi. nadhani wenyewe mnatambua Afrika ni watatu nikichi kwenye mashindano alifanyika Nigeria, mwaka juzi, nimeshinda Afrika watatu. Tanzania nilibahatika kuwa wa kwanza, sababu hakuna mwanamke kwa Tanzania anafanya hivyo, wako nchi za nje tu. Ombi langu kwa mama naomba nisaminiwe kama wanavyosaminiwa wasanii wengine. Yani nimekuwa nikitengwa sana. Utakuta kwenye baadhi ya sherehe mpaka waheshimiwa wanachukua maiki kuninyanyua na kuomba show yangu. Akiwemo Mheshimiwa Doto Biteko. Kweli alinikosha sana. Mungu akubariki kaka kama unanisikia. Yani ile ni baba yangu. Mungu akubariki sana mheshimiwa. Siku ambayo tulikuwa Moshi viwanja vya ushirika. Nadhani mnatambua hilo. Mheshimiwa Doto Biteko alichukua maiki na kuniita stejini na kunipa zawadi ya milioni moja kwa kweli naomba nimshukuru mheshimiwa, hela yake niliongezea kwenye bati kwenye nyumba yangu. Mungu akubariki. Pale ambapo unatajwa eh, Dr. Biteko mheshimiwa yupo kwenye jukwaa anakuita wewe kwa ajili ya kuperform hmm. Hali ilikuwaje yani? Hali yapo? Sikuamini, nilijiona na mimi kumbe nina samani kama wengine, lakini nilifarijika sana kwa kweli. Ni moja fursa ni kitu ambacho namshukuru Mungu kwa sababu baadhi ya MC wengi hawanipandishagi mimi kwenye show wanachagua wasanii wakubwa tu, lakini wakumbuke kipaji changu pia kinasapotiwa na wanawake wenzangu, inakuwa ni nini mfano kwao kuiga mfano wangu mimi. Ombi langu kwanza ni waombe kwa mama tu, niombeni nyinyi kama waandishi, najua mnanisaidia sana, ila ombi langu kwa mama Samia. Saizi kaka, sikufichi mimi nahitaji sana vifaa vya ujenzi nimalize nyumba yani, sikufichi kaka, baadhi ya waheshimiwa wananiahidi lakini, unapofika pale bungeni, kiwakuta walinzi wao wanakuambia tukukutanishe na waheshimiwa, sisi wenyewe viwanja hatuna ni kweli hiyo kauli inaniumiza sana, ndio maana nimeomba serikali ya mama. Katikati nilikuwa naumwa, nashukuru mheshimiwa Kikwete alitoa pesa zake akanitibia. Mungu ambariki sana, niko vizuri kaka, lakini ndio hiyo nilichoomba sponsor Tanzania wanisamini kama wasanii wengine, maana ni moja ya hamasa e, naburudisha wanawake wenzangu kwa kweli inavutia <tipata>

ila mimi nawashauri wanawake wenzangu, kaluu michezo ni ajira, jiunge kwenye michezo. nikubwa ni kumwomba Mungu tu kufanya mazoezi na usiku. Malengo yangu kama ikokuwa na kuhamasisha kufundisha wenzangu, labda ama kuanzisha akademi ya watoto kwa ajili ya kuendeleza kitabu. Ila hata nyumba yenyewe nimeomba msaada serikalini, nani atakuzwa kutakua na kukama, tuna majirani tunajifanya staa nyumba amalizi. Ila ni bahati tu, Mungu ananipa yani imekuwa fursa, mialiko nchi mbalimbali Nimeomba serikali ya Mama Samia kama mama maainakomba ochia, mimi ni mwanamke, nchi nchi Afrika ni watatu, lakini sina thamani inapokuwa sherehe zaio kweli naomba kama kuna yote basi chukua kwa ujenzi hapa, ni kwa ajili ya wanangu na kwa kwa hivi labda